Mimi ni kwa sababu ni muungwana na niheshimu ofisi yako, nikatoa mwelekeo kwa mlima, nikasema usitukanwe na mtu yeyote, nikasema usipigiwe kelele, ukuje uongee na watu wa mlima, lakini walipe kwa sababu unakuja kuongea uongo, si ndio? Si nilisema mchukue pesa, mimi nikasema msikize uongo, lakini muli lakini wacha nikwambie, William Ruto, ukiendelea kutukana kutumia vijana kutukana Uhuru Kenyatta, next time utakuja mlima, mimi nitatoa amri hawa wananchi watakutukana wewe mwenyewe.